Mm, ama kweli ng'ombe wa masikini hazai. Mazao yangu ya bustani niliyokuwa nayategemea ndio kama hivi jamani. Jirani, bustani yako mwanzoni ilikuwa imenawili sana. Nini kimetokea? Hukutumia dawa ya kupulizia mazao? Kuna dawa aliniletea Baba Kitufe ndio hiyo niliyotumia. Matokeo yake ndio kama hivi unavyoona. Mazao hayatamaniki kabisa. Tumia Twisti 250 EW, ni kiwakuvu chenye wigo mpana wa kuzuia na kuponya magonjwa mengi ya mimea. Kwa wakulima wa mazao ya bustani, wamepata suluhisho. Tumia Twisti kuzuia na kuponya kutu na magonjwa mengi ya mimea ya bustani, pia kwa magonjwa kama kutu, ukungu, kata kiuno, baka chelewa, baka wahi, kaukau na magonjwa mengi ya nyanya, vitunguu na viazi. Tumia Twisti, ina ujazo wa lita tano, lita moja, mililita 500, mililita 250 na na mililita 100. Jinsi ya kuitumia twist 250 EW, changanya mililita 10 hadi 15 kwa lita 20 za maji. Bidhaa zote zinapatikana kwenye maduka pembejeo za kilimo. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0759319433 au 0788388390. Asante sana jirani. Ama kweli Nimepata suluhisho.